0678813891, Shalom mwana familia. Napenda kukutaarifu kuwa licha ya kuwa na semina nzuri katika wiki ya familia kuanzia tarehe 12 hadi tarehe 19 mwezi Oktoba 2025, majira ya saa 10:30 jioni hadi saa 12 kamili pale TAG Kawe Tabernacle of Glory. Semina yenye kichwa cha ujumbe kinachosema familia katika mpango wa Mungu. Napenda kukutaarifu kuwa yapo mambo mengine mengi mazuri yaliyoandaliwa kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Unapangaje kukosa hiyo? Sasa, moja ya vitu ambavyo tutakuwa navyo katika wiki hiyo ya familia ni pamoja na family discussion. Tutakaa kama familia tukijadili mambo kadha wa kadha. Vilevile tutakuwa na family sitting, hapo pia tutaketi kama familia tukifuata utaratibu wa nini yatupasa kufanya wakati huo, kwa yale ambayo tumeandaliwa katika wiki hiyo ya familia. Usisahau kuwa tutakuwa na evening tea jira fulani tulivu ya jioni tukipata chai ya moto eh, na bites. Tukijadili mambo kadha wa kadha vile vile. Sasa kubwa kuliko ni kwamba siku ya kilele cha wiki ya familia, yaani tarehe kumi na tisa, baada tu ya semina tutakuwa na chakula cha pamoja pamoja na michezo ya watoto. Katika wiki hii ya familia tutakuwa na kauli mbiu inayosema kila mtu ana familia. Habari za asubuhi mtazamaji wa Sauti Kuu TV online popote hapo ulipo. Bila shaka wikendi hii basi umeamka salama na uko vyema pamoja na familia, kama sivyo, Mungu akufanyie wepesi katika hilo linalokutatiza. Mimi ni mzima kabisa, ndio maana niko hapa. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, nipo tayari kukuangazia magazetini leo kuanzia mwanzo hata tamati, tukiangazia sehemu ya kwanza mahususi kwa habari za kitaifa na kimataifa, kadhalika sehemu ya pili kwa ajili ya habari za kimichezo na burudani. Kipindi hewani ni uh, magazetini leo. Kipindi hiki kinakujia hewani kila siku ya Jumatatu hadi Jumamosi majira ya saa moja na nusu za asubuhi na hivi sasa ni saa moja na nusu, Saa moja dakika thelathini kwa saa za Afrika ya Mashariki Afrika ya Kati, ikiwa ni saa kumi na mbili na dakika thelathini Tarehe ya leo ni ya kumi na nane mwezi wa kumi ishirini ishirini na tano Mshirika wetu wa asubuhi ya leo ni Kanisa la Tabernacle of Glory TAG Kawe lililopo Kawe Ukwamani, nyuma ya ukumbi wa CCM ama kituo cha mafuta cha Puma wakikukaribisha katika ibada zao mbalimbali mbali, lakini pia wiki hii wanaendelea kukukaribisha katika semina ya wiki ya familia inayoendelea yenye kichwa cha ujumbe kinachosema familia katika mpango wa Mungu. Leo ni siku ya saba ya mwendelezo wa semina hiyo pale majira ya saa 10:30 jioni hadi saa 12 kamili. Semina inayofundishwa na, na mtumishi wa Mungu Mchungaji Mwalimu Elingarami Samuel Munisi na itaendelea pia kesho, ambapo kesho tarehe 19 e, ndio kilele cha wiki ya familia, ambapo kwa kawaida wana ibada mbili kwa siku za Jumapili, lakini kesho watakuwa na ibada moja tu inayoanza saa 2:30 asubuhi na, na itarushwa pia mubashara nyakati hizo, hizo hizo kupitia sauti kuu TV online na kupitia Rev, Elingarami S Munisi online TV, utaweza kushuhudia mambo yaliyoandaliwa kwa siku ya kesho, ikiwa ni pamoja na mwendelezo wa semina yani kujifunza, lakini pia kuketi kama familia, kuzungumza, kubadilishana mawazo na kushiriki challenge mbalimbali mbali. Alafu pia kutakuwa kuna chakula cha pamoja cha mchana ambacho ni bure kwa watu wote, na vilevile vile tutashuhudia michezo mbalimbali mbali ya watoto iki fanyika katika viwanja hivyo vya kanisa la Tabernacle of Glory TAG Kawe. Sasa nitumie nafasi hii kwa niaba yao kukukaribisha wewe ndugu, rafiki, jamaa na yeyote yule unayosikia e, unayesikia matangazo haya unakaribishwa sana kufika. Ibada itaanza saa mbili na nusu asubuhi hadi mchana mpaka e, chakula cha mchana hapo hapo. Sasa unapangaje kukosa? Na kama uko mbali basi, kosa chakula, lakini usikose yale mafundisho na challenge zile zitakazofanyika pale, kwani zitakuwa mubashara kupitia e, chaneli zote hizi mbili. Sasa pia subscribe kupitia Sauti Kuu TV Online, lakini pia subscribe eh, Rev Elingarami S Munisi Online TV ili uwe mdau wetu Tusa, e, tusaidie sisi kukupatia wewe taarifa kwa wakati. Utakapokuwa ume subscribe na kubonyeza alama ya kengele, unaturahisishia kukufikia sisi. Tuwapo tu hewani, unapata taarifa zetu, unaungana nasi basi, unapata yale yaliyojiri kwa wakati huo. Nianzie gazeti Nipashe asubuhi ya, ya leo. Sina muda mwingi wa kuwa hapa, kwani ninajali sana wikendi yako. Gazeti Nipashe, Mwanga wa Jamii limeandika waangalizi waonywa kuingilia uchaguzi. Waangalizi waonywa kuingilia uchaguzi, soma ukurasa wa pili. Dkt Samia kuwasha moto Katavi na Rukwa. Sawa. Shahidi kesi ya Tundulisu adai video aliyopewa eh, kuchunguza kuchunguza sahihi. Shahidi kesi ya Tundulisu adai video aliyopewa kuchunguza sahihi. Serikali yapandisha mishahara sekta binafsi. Habari hii imetajwa katika gazeti Nipashe. E, Mwanga wa Jamii, agizo la serikali kwa sekta binafsi kupandishwa kwa mishahara hiyo. Wamachinga sauti ya wanyonge. Samia anasema tukutane Katavi. Odinga aagwa kishujaa. Dr Mpango ahudhuria E, serikali yatangaza neema mshahara kima cha chini Doyo anasema amani ni nguzo kuu ya maendeleo na mapinduzi ya uchumi Tanzania. Naondoka hapo nikiangazia gazeti e, uelekeo leo yetu ndio kesho yetu. Gazeti hili limeandika uzoefu mafanikio kiuongozi, karata inayompa Dr. Samia mitano tena. Samia kuweka umeme, kujenga mabweni shuleni visiwani ni neema. e, Kicheko, ongezeko kima cha chini sekta binafsi, kampeni za Dr. Samia mwendo wa mkoa kwa mkoa, leo ni ndani ya Katavi. Naondoka hapo nikiangazia gazeti mwana habari, gazeti bora, Samia kuichangamsha Katavi. e, Ridhiwani, kima cha chini mishahara sekta binafsi cha ongezeka <laughs> Dokta Mpango ashiriki kuaga mwili wa Odinga, vijana wa Kizimkazi wapeperusha bendera maalum ya Dokta Samia kilele mlima Kilimanjaro. Haya bwana. Gazeti Zanzibar leo kwa ukweli na uwazi mtazamaji limeandika Dokta Mwinyi anasema kuilinda amani wajibu wa wote, si wake pekee, si wa fulani mwenyewe, bali kuilinda amani wajibu wa wote wema, kuja na mageuzi ya steam tehama. Habari hii imetajwa hapa darajani. Souka wampongeza Dr Mwinyi, act kuimarisha kilimo, kuipa hadhi chumvi ya Zanzibar. Waziri mkuu wa zamani wa Japan afariki akiwa na miaka mia moja na moja. Habari hii imetajwa katika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi, unaweza kujipatia nakala hiyo. Gazeti Uhuru, ukweli daima. Dr Samia hapoi Apiga hodi Katavi. Sawa, maendeleo yanaipaisha CCM, balozi Nchimbi huyo. UMD anasema, eh, UMD wanasema tutasimamia rasilimali za nchi. Haya bwana, mimi na angaza tu na kuondoka zangu. Taifa Tanzania, uzalendo kwanza. BBT yageukia zao la kahawa, vijana 300 wafunguliwa fursa mkoa wa Kagera. Katika miaka minne serikali imegawa miche elfu ishirini ya kahawa. Habari kamili ukurasa wa pili wa gazeti Taifa Tanzania, uzalendo kwanza. Waangalizi wa uchunguzi watakiwa kutoingilia mchakato wa uchaguzi mkuu. Doyo anasema amani ni nguzo kuu ya maendeleo na mapinduzi ya uchumi Tanzania. Waajiri sekta binafsi watakao kaidi kulipa stahiki za wafanyakazi kuchukuliwa hatua. Kikwete huyo. Haya, naondoka hapo nikiangazia gazeti ya Habari Leo gwiji la habari Tanzania. Mishahara juu sekta binafsi, miongoni mwa habari ambazo zinashika hatamu katika vichwa mbalimbali vya habari zilizoandikwa e, na wahariri mbalimbali mbali, na waandishi mbalimbali mbali na kuthibitishwa na wahariri katika nakala za mbele kabisa za magazeti ya asubuhi ya leo ni pamoja na hii mishahara juu sekta binafsi maelfu wa mwaga Raila Odinga. Samia atuma salam. Samia acha matumaini. Kagera adaiwa kumuua mumewe amzika chumbani. Zanzibar yabadili namba za magari, ni habari ambayo imetajwa katika gazeti ya habari leo, kuiji la habari Tanzania. Unaweza kujipatia nakala hiyo. Tumaini letu askofu Raichi alaani vikali utekaji. Habari hiyo utaipata ukurasa wa mbele wa gazeti hilo, huku gazeti kiongozi likiandika viongozi kanisa Katoliki wasijihusishe na vyama vya siasa. Askofu Mfumbusa achaguliwa rais mpya wa, wa CEPACS, habari ambayo imetajwa eh, katika gazeti Kiongozi. Gazeti la Wananchi nami nimekuangazia kama lilivyo. Mwanahalisi bwana limeandika sakata la polepole, ukweli huu hapa soma ukurasa wa pili. Mbowe mpweke Maisha yake Chadema yazidi kuwa magumu. Kurasa wa sita unaeleza tundulisu hapoi haboi. Haya, El-Nur sauti ya wa Waislamu, Netanyahu afichua siri kubwa, Biblia yatumika kuhalalisha mauaji na ras, eh, mauaji na Nasralla Nasralla, eh, Trump afananishwa na Joshua Debora wa Biblia apongezwa kumuua. eh, sawa Haya bwana <laughs> Samia kuifungua Tanga kiuchumi ni habari ambayo imetajwa katika gazeti Al-Nur, sauti ya Waislamu, asubuhi ya leo. Basi tuhitimishe sehemu ya kwanza ya magazetini leo iliyo mahususi kwa habari za kitaifa na kimataifa kwa kuangazia gazeti Raia Mwema, muungwana ni kitendo. Gazeti hili limepambwa na habari inayosema Wangoka Wenje alamba matapishi yake, amwacha Lisu mahabusu wengine zaidi kumfuata CCM. Mnyika anasema ataadhibiwa na Mungu. Samia akabia juu na juu kweli kweli, Samia akabia juu. Aliyeuawa na kuku azikwa, Nyerere alikuwa mwaminifu, Dkt mpango huyo. Habari hizi zote utazipata katika nakala ya gazeti Raia Mwema, Muungwana ni kitendo, pale tu utakapokamata nakala yako. Sasa mimi niende mapumziko mafupi kisha nikirejea hapa ni kuangazia moja kwa moja michezo na burudani. Shalom mwana familia. napenda kukutaarifu kuwa licha ya kuwa na semina nzuri katika wiki ya familia kuanzia tarehe 12 hadi tarehe 19 mwezi Oktoba 2025, majira ya saa 10:30 jioni hadi saa 12 kamili pale TAG Kawe Tabernacle of Glory, semina yenye kichwa cha ujumbe kinachosema familia katika mpango wa Mungu. Napenda kukutaarifu kuwa yapo mambo mengine mengi mazuri yaliyoandaliwa kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Unapangaje kukosa hiyo? Sasa, moja ya vitu ambavyo tutakuwa navyo katika wiki hiyo ya familia ni pamoja na family discussion. Tutakaa kama familia tukijadili mambo kadha wa kadha. Vile vile tutakuwa na family sitting hapo pia tutaketi kama familia tukifuata utaratibu wa nini yatupasa kufanya wakati huo, kwa yale ambayo tumeandaliwa katika wiki hii ya familia. Usisahau kuwa tutakuwa na evening tea, majira fulani tulivu ya jioni, tukipata chai ya moto eh, na bites, tukijadili mambo kadha wa kadha, vile vile sasa kubwa kuliko ni kwamba siku ya kilele cha wiki ya familia yaani tarehe 19 baada tu ya semina tutakuwa na chakula cha pamoja pamoja na michezo ya watoto katika wiki hii ya familia tutakuwa na kauli mbiu inayosema kila mtu ana familia Michezoni, na huku kwenye burudani kunani? Yanga Sports Club yaahidi kushusha kipigo, inawakabili Silver Strikers nchini Malawi, huku kocha Mabedi akitoa ahadi hiyo. Azam nayo nayo nini? Kamata nakala yako katika gazeti hili la Nipashe, habari hii imeandikwa vilivyo. Ronaldo, kinara wa mapato duniani. Ahmed amshuhudia Ahmed, eh, kumradhi Ahmedi mtashuhudia ufundi wa Pantev, nasi tupo tukisubiri kushuhudia Wamachinga. Sport bwana limeandika Gwalala awatuliza mashabiki Coastal. Faisal tunafurahi kufundishwa eh, kufundishwa na Ibenge. Pantev ana imani na kipa Yakub. Simba Singida BS wajipanga kushinda kesho, huku Mgunda Kikoti atarudi katika ubora wake swala la muda tu. Mwelekeo spoti bwana limeandika rage Simba itaunguruma Esotin adai kama itatua tatizo la ufungaji, itatatua eh, tatizo la ufungaji. Yanga kamili uwanjani leo. Malawi Diamond amlilia Odinga KMKM yanyongea kwa Azam Football Club. Haya gazeti Mwana Habari limeandika mabedi yashangiliwa Yanga ikisaka ushindi Eh, udulele wa CCM apania kuinua michezo, kata ya kidodi makapo asimamishwa, malindi pamba jiji yaichapa mashujaa, ni habari ambayo imeelezwa hapo. Huku Zanzibar leo likiandika KMKM, Azam za tambiana kombe la shirikisho Afrika, Gamondi ajipa dakika 180 kufuzu CAF CC, Simba yaendelea kujifua kuwa kabili zingizini hotspurs, huku Yanga Silver Strikers kuanza safari ya makundi leo. Haya, Uhuru ukurasa wake wa mwisho, Yanga ubabe ubabe Malawi. E, sasa saa kumi muda ambao e, saa kumi muda ambao Yanga itashuka dimbani dhidi ya Nzingizini Hospe. Simba yaipania Nzingizini, habari hii imetajwa hapo. E, saa kumi muda ambao Yanga itashuka dimbani dhidi ya bila shaka Silver Strikers na mwandishi hapa amechanganya madesa ee. Simba yaipania ya Nzingizini. Wakati huo saa kumi, muda ambao Yanga itashuka dimbani dhidi ya Silver Strikers. Haya bwana, Yanga Princess fiti, Ligi Kuu Bara. Naondoka hapo nikiangazia Taifa Tanzania, Uzalendo Kwanza. Michezoni Ibenge anasema mchezo wa kombe la shirikisho Afrika ni muhimu mno, leo aahidi kikosi chake kitahakikisha kinapata ushindi kocha wa Ghana awachunia Edie Nketia. Kulikoni: pamba yaonja utamu wa ligi kuu, yapiga mashujaa moja kwa sifuri. Naondoka hapo nikiangazia Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Michezoni, Yanga, Azam, KMKM vitani. Kimataifa leo, Simba mambo shwari esotin. Fountain Gate yazinduka, pamba ya ng'ara nyumbani. Diamond aja na sasampa ni habari ambayo <laughs> habari ambayo imetajwa ukurasa wa mwisho gazeti habari leo Singida ya wasili salama Burundi unaweza kujipatia nakala hiyo ukapata habari kwa kina basi mtazamaji mpaka kufikia hapo michezoni sina la ziada labda la ziada ni wewe ujipatie nakala yako alafu upate habari kwa kina ama uondoe utata wa habari ambayo inakutatanisha. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, wengine huniita Double D na wala siwezi achaitika, na wewe pia unaweza kufanya hivyo kama itakupendeza. Kukamilisha matangazo haya asubuhi ya leo, niko na mwenzangu Freedom Richard. Mshirika wetu asubuhi ya leo ni kanisa la Tabernacle of Glory TAG Kawe, ni kukaribisha kesho katika kilele cha wiki ya familia. Kutakuwa kuna mambo kadha wa kadha. Ibada itaanza saa mbili na nusu asubuhi pale kanisa la Tabernacle of Glory TAG Kawe, lakini pia itakuwa mubashara kupitia uh, Sauti Kuu TV online na Rev Elingarami S Munisi online TV. Usisahau kuwa tutajifunza tutashiriki eh, challenge mbalimbali mbali, tutajadili kama familia tutapata chakula cha mchana kwa pamoja na kushuhudia michezo mbalimbali ya watoto, na hivi vitu vyote ni bure kabisa. Wewe ni jambo lako ni moja tu la kufika na kufuata utaratibu. Basi nikutakie wikendi njema, huku nikikukumbusha kusubscribe kama bado hujafanya hivyo. Shalom mwana familia. Napenda kukutaarifu kuwa licha ya kuwa na semina nzuri katika wiki ya familia kuanzia tarehe 12 hadi tarehe 19 mwezi Oktoba 2025 majira ya saa 10:30 jioni hadi saa 12 kamili pale TAG Kawe Tabernacle of Glory. Semina yenye kichwa cha ujumbe kinachosema familia katika mpango wa Mungu. Napenda kukutaarifu kuwa yapo mambo mengine mengi mazuri yaliyoandaliwa kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Unapangaje kukosa hiyo? Sasa, moja ya vitu ambavyo tutakuwa navyo katika wiki hiyo ya familia ni pamoja na family discussion. Tutakaa kama familia tukijadili mambo kadha wa kadha. Vile vile tutakuwa na family sitting, hapo pia tutaketi kama familia tukifuata utaratibu wa nini yatupasa kufanya wakati huo. Kwa yale ambayo tumeandaliwa katika wiki hiyo ya familia, usisahau kuwa tutakuwa na evening tea jira fulani tulivu ya jioni tukipata chai ya moto eh, na bite, tukijadili mambo kadha wa kadha, vilevile. Sasa kubwa kuliko ni kwamba siku ya kilele cha wiki ya familia, yaani tarehe kumi na tisa, baada tu ya semina, tutakuwa na chakula cha pamoja pamoja na michezo ya watoto. Katika wiki hii ya familia tutakuwa na kauli mbiu inayosema kila mtu ana familia.